E, endeleeni kuwaamini hawa wafanyakazi wenu. E, pole pole maskari wa ndani unaambiwa bwana uko kilichomchomesha ama waliomchomesha e, polepole kwa maaskari ama kwa watu wasiojulikana ni wafanyakazi wa ndani Hii taarifa imethibitishwa na Mangi Kimambi akiweza kuelezea e, jinsi gani ambavyo hawa wafanyakazi wa ndani walivyoweza kumchomesha alikuwa na wasaidizi wawili ambao alikuwa anamsaidia kwenye kila jambo, na inasadikika kwamba polepole hakuwahi kuondoka nchi yoyote, yaani kipindi hiko chote ambacho yeye anasema sijui uko nje ya nchi, no, hakuwepo nchi yoyote, alikuwa Tanzania, hapa hapa Tanzania, yani hakukimbia. Sasa hii taarifa, ngoja nikuwekee hii video ya Mangi Kimambi, ambaye yeye kaielezea vizuri naka e, confirm kwamba hii taarifa amepewa na watu wa familia ya Polepole kwamba Polepole alikuwa akiishi hapo muda wote, na alikuwa akishirikiana na wafanyakazi na kwamba hao wafanyakazi hata baada ya ile tukio kutokea hao